Kitabu cha Mtakatifu Mathayo, mlango wa ishirini na mbili. Yesu akajibu akawaambia tena kwa midhali akisema, ufalme wa mbinguni umefanana na mfalme mmoja aliyemfanyia mwanawe arusi, akawatuma watumwa wake wawaite walioalikwa kuja arusini, nao wakakataa kuja Akatuma tena watu kwa wengine akisema, waambieni wale walioalikwa tazameni, nimeandaa karamu yangu, ng'ombe zangu na vinono vimekwisha kuchinjwa, na vyote vimekuwa tayari, njoni arusini. Lakini hawakujali wakaenda zao, mmoja shambani kwake, mmoja kwenye biashara yake, nao waliosalia wakawakamata watumwa wake, wakawatenda jeuri na kuwaua. Basi yule mfalme akaghadhibika, akapeleka majeshi yake akawaangamiza wauaji wale, akauteketeza mji wao. Kisha akawaambia watumwa wake, arusi i tayari, lakini wale walioalikwa hawakustahili. Basi enendeni hata njia panda za barabara, na wote mwaonao waiteni arusini. Watumwa wale wakatoka wakaenda njia kuu, wakakusanya wote waliowaona, waovu kwa wema; arusi ikajaa wageni. Lakini alipoingia yule mfalme ili kuwatazama wageni wake, akaona mle mtu mmoja asiyevaa vazi la harusi. Akamwambia, rafiki, uliingiaje humu nawe huna vazi la arusi? Naye akatekewa. Mfalme akawaambia watumishi, mfungeni mikono na miguu, mchukueni, mkamtupe katika giza la nje, ndiko kutakuwako kilio na kusaga meno. Kwa maana waitwao ni wengi, bali wateule ni wachache. Ndipo Mafarisayo wakaenda zao, wakafanya shauri jinsi ya kumtega kwa maneno. Wakatuma kwake wanafunzi wao pamoja na Maherodi wakasema, Mwalimu, twajua ya kuwa wewe yu mtu wa kweli na njia ya Mungu waifundisha katika kweli, wala hujali cheo cha mtu awaye yote, kwa maana hutazami sura za watu. Basi utuambie waonaje, ni halali kumpa Kaisari kodi, ama sivyo? Lakini Yesu akaufahamu uovu wao akasema, mbona mnanijaribu enyi wanafiki? Nionyesheni fedha ya kodi. Nao wakamletea dinari. Akawaambia, ni ya nani sanamu hii na anwani hii? Wakamwambia, ni ya Kaisari. Akawaambia, basi mlipeni Kaisari yaliyo ya Kaisari, na Mungu yaliyo ya Mungu. Waliposikia walistaajabu, wakamwacha, wakaenda zao. Siku ile Masadukayo, watu wasemao ya kwamba hakuna kiama, wakamwendea wakamuuliza wakisema, Mwalimu, Musa alisema mtu akifa akiwa hana watoto, ndugu yake na amoi yule mkewe, ili ampatie nduguye mzao. Basi kwetu kulikuwa na ndugu saba. Wa kwanza akawa akafariki, na kwa kuwa hana mzao akamwachia nduguye mke wake, vivyo hivyo wa pili naye, na watatu, hata wote saba mwisho wa wote yule mwanamke akafa naye. Basi katika kiama atakuwa mke wa yupi katika wale saba? Maana wote walikuwa naye. Yesu akajibu akawaambia, mwapotea kwa kuwa hamyajui maandiko wala uweza wa Mungu, kwa maana katika kiama hawaoi wala hawaolewi, bali huwa kama malaika mbinguni. Tena kwa habari ya kiyama ya watu hamjalisoma neno lililonenwa na Mungu akisema, mimi ni Mungu wa Ibrahimu na Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Mungu si Mungu wa wafu bali wa walio hai. Na makutano waliposikia walishangaa kwa mafunzo yake. Na Mafarisayo waliposikia ya kwamba amewafumba kinywa, wale Masadukayo walifanya shauri pamoja. Mmoja wao mwanasheria akamuuliza akimjaribu, Mwalimu, katika Torati ni amri ipi iliyo kuu? Akamwambia, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote. Hii ndiyo amri iliyo kuu, tena ni ya kwanza. Na ya pili yafanana nayo, nayo ni hii, mpende jirani yako kama nafsi yako. Katika amri hizi mbili hutegemea Torati yote na manabii. Na Mafarisayo walipokusanyika, Yesu aliwauliza akisema, mwaonaje katika habari za Kristo, ni mwana wa nani? Wakamwambia, ni wa Daudi. Akawauliza, imekuwaje basi Daudi katika roho kumwita Bwana akisema, Bwana alimwambia Bwana wangu uketi mkono wangu wa kuume, hata niwawekapo adui zako kuwa chini ya miguu yako. Basi Daudi akimwita Bwana, amekuwaje ni mwanawe? Wala hakuweza mtu kumjibu neno, wala hakuthubutu mtu yeyote tangu siku ile kumuuliza neno tena.